Wazee, kuna message, kuna taarifa muhimu ya kuwapa, ambayo mkienda kwenye jamii mtaenda kuongea vizuri na mkashawishi hata wale watoto wetu wenye miaka tisa mpaka kumi na nne wakapata chanjo mashuleni na wakiwa labda kwenye jamii zetu. Kwa hiyo nyinyi ni machampioni wazuri na ni watu wa taarifa wazuri. Mimi nimependa kwa sababu mko makini, tungepata vile vipembeleshi tungeweza kuwasaidia, lakini kuna ujumbe muhimu kwa vijana wetu wao wa kiume. Ingawa tumesema wanaume minapa, wanapata tezi, uh, kansa ya, ya, ya, ya sehemu za kiume kwa asilimia moja, ila kinachowaponza vijana wa sasa, vijana vijana wa sasa kinachowaponza ni kwamba wamebadilisha mtindo wa uh, mapenzi kati ya mwanaume na mwanamke. Yaani haitoshi wanaume baadhi vijana wanapenda kunyonya sehemu za siri za mwanamke. Anaponyonya anachukua vile virusi, vinapita kwenye njia ya chakula. Mwisho wa siku wale virusi wanaenda, wanabadilisha mazingira kwenye koo. Unasikia mtu amepata saratani ya nini? Ya koo. Kwa hiyo saratani ya koo kwa asili inasababishwa na huyo hiyo kirusi ambaye sisi anatuletea saratani ya mlango wa kizazi, ila sasa watoto wetu wa kiume wamebadilisha hiyo staili wenyewe. Kuna neno wanalitumia wanaita, chumvini. Kama mmesikia, mtasikia kwenye chumvini, yani tayari wameshabadilisha hiyo. Sasa sio staili nzuri ya maisha, na ndio maana nikasema nyie wazee tu, yani nyinyi ni watu wazuri wa kuwatumia kwenda kuwaelimisha vijana kule kwenye jamii zetu habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani, Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia at gmail.com. Nyote nakaribishwa.